Gidi, mm. Mtandao is very important mm. Lakini kuna watu wana overuse hii mtandao mm. Awaelewi kuna mambo mengine si ya kupost kwa mtandao mm. Na watu wengine huaga ni kierere. Tunajua ati unasafiri mahali ushaenda ukapost pale mm. I mean business class mm. mm. Unakuwa excited <laughs> Eh. Uh -huh. I'm traveling on business. Mm -hmm. Sasa kuna jamaa uh, juzi pale South Carolina mm -hmm, alikuwa business class. Mm -hmm. Sasa akapost kwa mtandao mm -hmm, tiketi yake ya business class. Mm -hmm. Ati I'm on business class the courtesy of Mr. Trump. Mm -hmm. Sasa kupost ile hiyo tiketi yake pale mm -hmm, akifika airport anaambiwa ndege yako, e, your flight has been cancelled. Hiyo business class yako, kwanza tiketi imekuwa cancelled. Mm -hmm. Do you know what happened? Mm -hmm. Alipost hiyo business class eh, ticket yake mm, na jina zake na akaweka kila kitu pale. Mm. Sasa kuna jamaa, u, u jamaa aliona huu huyu jamaa anajibrag sana. Mm. Akachukua details zake na yeye akapigia airline. Si unajua airline pale ukipiga mm, ile last name tu inakuruhusu wewe unaweza badilisha. Mm. Akasema ame cancel trip yake. Mm. Kwa hivyo kufika airport jamaa akaambiwa you already cancelled your flight. Mm. So you are not flying. Mm. Sasa ilikuwa ni tahadhari kuambia watu kwamba jamani, don't post everything of yours kwa mtandao. Mm. Sometimes it can be dangerous. Kwa mm. hivyo huyu jamaa hakuweza kusafiri na ni highlights tu ambayo nasema ukiweka boarding pass kwa sababu iko na jina zako Conceal. ina details zako mm hizo -hmm. ni vitu haufai ku expose pale, usipige yote eh. Kwa hivyo watu wa kierere, wakuweka kila kitu kwa mtandao mm. -hmm. nimewaonya, even if you are going on business just know that personality yako no. Wacha wacha nikusaidie, bwana mlee nisaidie, unaweza post ndio. yes. na siku hizi kuna ujanja ambao unafanya ehe uh -huh. Kwa mfano kama unasafiri. Yes. Na unataka watu wajue umesafiri. Yes. Una post kama ushafika, unasema now living JK na hey. <laughs> wanaita confuse your enemy, ulishafika, ulishafika wanaita sasa <laughs> eh? Watu wanasema huku JK wakuje, hey, yeah, nikusalimia. Yes. Unasema mimi nilishaenda uko Atlanta, uko Atlanta jamaa. <laughs> <laughs> <laughs> Mingine pia nimeona ametuma ujumbe hapa. Yes, anasema uh, juzi amekutana na class monitor. Yaani jamaa ambaye alisoma na yeye. Yes. Unajua pale shuleni kulikuwa na wale class monitor na prefect. Na prefect. Yes. But then kulikuwa na tofauti gani kati ya class monitor na prefect? Unajua monitor prefect. Oh, prefect ni wa shule nzima. Ni wa shule, shule, yes. Alafu class monitor alikuwa ni class pekee yake. Yes. Na unajua class monitor walikuwa wanatumika vibaya sana. Yes. Hao ndio walikuwa wanaandika No. noise makers. Yes. Yes. Mkiwa mm, pale mnapiga story yenu hapo nyuma cha <laughs> andika. <laughs> Mnapelekwa kwa Mr. Maina. Mnapigwa <laughs> kiboko.